DW, idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia wakati huu, karibu sana kwenye matangazo yetu haya jioni leo siku ya Jumanne. Mimi ni Sauma Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote, tuwe pamoja hadi mwisho. DW, habari za ulimwengu Msomaji wako ni Liliani Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Israeli yathibitisha kupata mabaki ya afisa wa zamani wa polisi aliokuwa ya ya yanazuiliwa Gaza. Imetimia miaka themanini na moja tangu kukombolewa kwa kambi ya mateso ya Auschwitz Birkenau. Na Umoja wa Ulaya na India wafikia makubaliano ya kihistoria ya biashara huru. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limethibitisha hii leo kupata mabaki ya mateka wa mwisho aliyebakia Gaza, hatua inayotimiza sharti muhimu la awamu ya kwanza ya mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kukomesha vita katika eneo hilo la Palestina. Kulingana na jeshi, mabaki hayo ni afisa polisi Rani Gvili aliyekuwa anazuiliwa Gaza kwa zaidi ya siku mia nane na arobaini na yatarejeshwa kwa ajili ya mazishi. Kupatikana bakihayo, kwa mabaki hayo kunaweza kuchochea kufunguliwa upya kwa kivuko Rafa kati ya Gaza na Misri ambacho ni lango kuu la kutoka kwenye eneo hilo lililoharibiwa na vita, kwa kuzingatia ahadi za Israel. Mabaki ya Gvili yalizuiliwa Gaza tangu alipouawa wa katika shambulizi la Hamas la Oktoba 27 mwaka 2023 kusini mwa Israel, lililochochea vita vya miaka miwili kwenye ukanda wa Gaza. Woso Ulimwengu hii leo unaadhimisha kumbukumbu ya miaka themanini na moja tangu kukombolewa kambi ya mateso na maangamizi ya Wanazi ya Auschwitz Birkenau nchini Poland. Mkurugenzi wa makumbusho ya kambi hiyo, Piotr Cywinski, amesema maadhimisho ya mwaka huu yataongozwa na shuhuda za manusura ili kuhakikisha zinapewa kipaumbele na kusikika na hakutakuwa na hotuba za wanasiasa wala wanadiplomasia. Ameliambia shirika la habari la PAP kwamba shuhuda za manusura ni zawadi kubwa ambayo haikutiliwa maanani huko nyuma, ingawa kuna mafunzo yenye umuhimu kwa sasa karibu watu milioni moja nukta moja walikufa kwenye kambi ya mateso ya Auschwitz Birkenau katika enzi ya wanati kati ya mwaka alfu tisa mia na arobaini na alfu tisa mia na arobaini na tano wengi wao wakiwa ni Wayahudi kwa kupigwa risasi kuuliwa kwenye vyumba vya gesi au kufa kutokana na njaa na magonjwa Brussels. Umoja wa Ulaya na India wamefikia makubaliano ya kihistoria ya biashara huria, hatua inayoimarisha zaidi uhusiano kati ya pande hizo zenye uchumi mkubwa duniani. Rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen pamoja na waziri mkuu wa India Narendra Modi wamesema hayo mapema leo baada ya mkutano wa kilele kati ya Ulaya na India mjini New Delhi. Kumradhi. E, amesema wameunda ukanda wa biashara huria itakayokutanisha watu bilioni mbili huku pande zote mbili zikitarajia kunufaika. Chini ya makubaliano hayo, India inataraji kupunguza ushuru wa magari yanayoingizwa kutoka nje kutoka asilimia mia moja na kumi hadi asilimia kumi na pia itaondoa ushuru wa vipuri vya magari katika kipindi cha miaka mitano hadi kumi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Dubai. Wanaharakati wanasema kiasi watu elfu sita mia moja na ishirini na sita waliuawa kufuatia hatua kali dhidi ya waandamanaji nchini Iran huku kukiwa na wasiwasi wa vifo zaidi. Takwimu hizi za leo zimetolewa na shirika la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani lililothibitisha kila kifo kwa kushirikiana na mtandao wa wanaharakati wa ndani wa Iran kulingana na takwimu hizo, waandamanaji elfu tano mia saba na sabini na saba waliuawa, wanajeshi mia mbili na kumi na wanne wenye mafungamano na serikali, watoto themanini na sita na raia arobaini na tisa ambao hawakuandamana, watu elfu arobaini wa na moja na mia nane walikamatwa. Serikali ya Iran alisema idadi ya waliouawa haikuzidi elfu tatu mia moja na kumi na saba, na kusema elfu mbili mia nne na ishirini na saba walikuwa ni raia na wanajeshi wa vikosi vya usalama huku ikiwataja wengine kuwa ni magaidi. Hayo yanaelezwa huku taarifa zikisema manuari ya kijeshi ya Marekani tayari imewasili eneo la mashariki ya kati kuongoza hatua zozote za kijeshi za Marekani za kushughulikia mzozo huo. Na hatimaye Rabat, waziri mkuu wa Senegal Osman Sonko amesema uhusiano na Morocco ni imara zaidi kuliko hisia, siku chache baada ya vurugu zilizozuka wakati mataifa hayo mawili yalipokabiliana katika fainali ya Kombe la Mataifa ya Afrika. Akizungumza mjini Rabat jana Jumatatu, kwenye mkutano wa kamisheni ya pamoja ya Senegal na Moroco, Sonko amesema ziara yake haimaanishi kutuliza hali, lakini ililenga kuthibitisha uhusiano baina ya mataifa hayo. Amesema kwenye mkutano ulioongozwa na waziri mkuu wa Moroco Aziz Akanuche kwamba yaliyoshuhudiwa yanapaswa kuchukuliwa kama yaliyotokana na hisia zilizochochewa na mapenzi na sio kwa sababu za kisiasa ama kitamaduni. Mechi ya fainali ya AFCON kati ya Moroco na Senegal mjini Rabat ilivurugika baada ya wachezaji wa Senegal kutoka nje ya uwanja kufuatia penati yenye utata waliopewa Morocco. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Asante sana msikilizaji na unayetufuatilia kwa kuendelea kuwa nasi tukiwa tunakuchambulia hivi sasa yale ambayo tumeyachagua kuyapa kipaumbele jioni hii, ikiwa kwanza ni msafara wa meli za kivita za Marekani waripotiwa kuwasili mashariki ya kati, huku wanaharakati wa haki za binadamu wakiripoti juu ya kuuawa kwa watu zaidi ya elfu sita kufuatia maandamano ya nchini Iran, na jeshi la Israel limetangaza kwamba mateka wote waliokuwa wakishikiliwa na kundi la Hamas sasa wamepatikana. Na nchini Tanzania, bunge la kumi na tatu lililopatikana kupitia uchaguzi uliopingwa na kuzusha vurugu kubwa Oktoba ishirini na tisa mwaka jana limeanza vikao vyake huku wananchi wakiendelea kuhoji uhalali wa bunge hilo. Uh, upande wangu mimi naona kama bunge la sasa hivi halijakaa vizuri kama mabunge mengine. Mabunge mengine yalikuwa ni mazuri, tunasikiza hoja za huku na huku. Utayasikia mengi hayo katika dunia yetu leo jioni. Tuanzie uchambuzi wetu huko Mashariki ya Kati, ambako jeshi la Israel limetangaza kuwa mateka wote walioshikiliwa na kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas sasa wamepatikana, hii ikiwa ni baada ya mwili wa afisa wa polisi Rangvili kutambuliwa na kurejeshwa Israel baada ya operesheni kubwa ya jeshi hilo. Hayo yanajiri wakati mpango wa kusitisha mapigano unaingia sasa katika awamu mpya na tete. Sudimnete anayo taarifa hiyo. Kwa hatua hiyo sasa kinachosubiriwa ni kufunguliwa tena kwa mpaka wa Gaza na Misri na kuwawezesha Wapalestina kusafiri kwa urahisi na kuruhusu kuingia kwa misaada zaidi katika eneo hilo lililoharibiwa na miaka miwili ya vita. Awamu hii ya pili ya makubaliano hayo ya kusitisha mapigano pia inahusisha pia kupelekwa kwa kikosi cha usalama cha kimataifa, kupokonywa silaha kwa Hamas, na kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel na ujenzi mpya wa Gaza mabaki ya mwili ya afisa wa polisi Ran Vile yalipatikana katika makaburi yaliyopo kaskazini mwa Gaza. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliita tukio hilo hatua ya kustaajabisha kwa Israel na wanajeshi wake. Amesema kuwa Vile ambaye yaliuawa wakati wa shambulio lililoongozwa na Hamas Oktoba 7 mwaka elfu mbili ishirini na tatu, shambulio lililoanzisha vita, alikuwa miongoni mwa askari wa kwanza kuchukuliwa na kupelekwa Gaza. Netanyahu alisema Jumatatu alipohutubia bunge la Israel kwamba hakuna mateka wengine waliobaki Gaza, na nikimnukuu anasema, tumekamilisha jukumu hili kama nilivyoahidi na tutakamilisha majukumu mengine yote tuliyojiwekea. Awamu inayofuata ya kusitisha mapigano itakabiliana na masuala magumu zaidi, yakiwemo mpito kuelekea mfumo mpya wa utawala Gaza na kuwawekea Hamas masharti ya kuondoa silaha kundi ambalo limetawala eneo hilo kwa takriban miongo miwili. Yosi Mackenberg ni mshauri mwandamizi katika asasi itwayo Chatham House yenye kujikita katika masuala ya Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini. The second phase is no doubt. Awamu ya pili bila shaka ni ngumu zaidi katika vipengele vingi vingi sana kwa sababu ndiyo itakayobainisha uhusiano kati ya Israel na Hamas, Israel na Wapalestina pia, lakini pia mienendo ya ndani ya Israel na ya Wapalestina. Kurudishwa kwa mateka wote waliobaki ikiwa ni hai au wamefariki kulikuwa sehemu muhimu ya awamu ya kwanza makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza. Familia ya Gvil ilikuwa imeshinikiza serikali ya Israel kutoingia katika awamu ya pili ya mpango huo mpaka mabaki yake yapatikane na kurejeshwa. Hamas imesema sasa imezingatia masharti yote ya awamu ya kwanza na makubaliano ya kusitisha mapigano. Ofisi ya Netanyahu ilisema Jumapili kwamba mara baada ya upekuzi wa kumtafuta kukamilika, Israel itafungua kivuko cha Rafa kilicho kati ya Gaza na Misri, ambacho Wapalestina wanakiona kama njia yao muhimu ya kuunganika na maeneo mengine ya ulimwengu. Kivuko hicho kimekuwa kifungoni kwa kiasi kikubwa tangu Mei mwaka elfu mbili na ishirini na nne isipokuwa katika kipindi kifupi mapema mwaka jana ni sudimneti huyo. Na tunakwenda hivi sasa Afrika Mashariki, nchini Tanzania ambako bunge la kumi na tatu la nchi hiyo limeanza vikao vyake mjini Dodoma yaliyopo makao makuu ya chama na serikali, ikiwa ni baada ya kumalizika uchaguzi mkuu wa mnamo Oktoba ishirini na tisa mwaka jana, uchaguzi ambao uligubikwa na utata kufuatia matukio ya mauaji ya siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi huo. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwenzangu Liokaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusiana na taarifa hiyo. Wakati vikao vya bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikianza Jumanne hii jijini Dodoma, kumekuwepo na maoni mseto kutoka kwa watu wa kada mbalimbali, wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa, wananchi na wachambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania, huku baadhi yao wakiliona bunge hilo kuwa la upande mmoja. Akizungumza na Dochi Fele Makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, John Heche amesema kuwa chama chake akilitambui bunge hilo kutokana na uwepo wake bila ridhaa ya wananchi. Sasa we unaendaje kutunga sheria za watu ambao hawajakuchagua? Ha, hauna ridhaa. hakuna mtu mmoja hapo kwenye hilo linaloitwa bunge ambaye anaweza kusimama akasema mimi nimechaguliwa na wananchi kwa kura hizi, hayupo hata mmoja. Kwa hiyo e, kwa maoni yangu na chama chetu, hilo bunge hatulitambui na halina ridhaa. Ni watu wamejiweka madarakani kwa bunduki, ni kama ni kama watu ambao wamefanya military coup, halafu wanajidanganya kwamba wanajadili mambo ya kidemokrasia. Kuanza kwa vikao vya bunge hilo kumeibua pia maoni na hisia kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania. Hamduni Maliseli mchambuzi wa siasa za Tanzania anasema kuwa ni kweli kwamba bunge hilo halitakuwa na meno na kuongeza kuwa la pili, inawezekana kwamba wanahisi kwamba bunge huenda lisiwe na meno, jambo la kujadili. Lakini swala la kwamba walitambui hili ni swala ambalo ni gumu kidogo, kwa sababu vyama viko kumi na tisa na kumi na saba bila kumi na nane vikiiki, na hivi vyote vimetambua bunge, vimetambua serikali ila kimoja. Hata hivyo, baadhi ya wa wabunge waliochaguliwa kupitia upinzani wanasema kuwa licha ya uchache wao bungeni, lakini watapaza sauti kuikosoa serikali kwa manufaa ya wananchi. Ado Shaibu ni mbunge kupitia chama cha ACT Wazalendo, anasema niseme tu kwa, uh, sisi licha ya uchache wetu, tutajitahidi kadiri ya uwezo kuweza kupata sauti eh kuweza kusimama imara ni masuala yanayogusa maslahi ya, ya wananchi. Sasa eh, kazi itakuwa ni kwa serikali kusikiliza pamoja na kiti cha spika kutuongoza ili ihitimishwa, ambalo hoja haitopimwa kwa chama, bali itapimwa kwa uzito wa hoja yenyewe. Bunge lenyewe linaonekana mbele ya macho ya Watanzania walio wengi, walimekosa uhalali na halina upinzani kwa jina anaitwa Baraka Federisi, napatikana mkoa wa Mwanza. Upande wangu mimi, naona kama bunge la sasa hivi halijakaa vizuri kama mabunge mengine. Mabunge mengine yalikuwa ni mazuri, tunasikiza hoja za huku na huku. Deo Kaji Makomba, DW Dodoma. DW, DW tunavuma kwa kishindo. Natumai, bado upo nasi, tuandikie maoni yako ujumbe wako papo, popote pale unapotutazama na kutufuatilia kwenye YouTube kwenye Facebook na kwenye Instagram tuandikie tu maoni yako, tutayasoma hapo baadaye. Wanaharakati wa mashirika kutetea haki za binadamu wamesema watu wasiopungua elfu sita mia moja na ishirini na sita wameuawa kufuatia maandamano makubwa kitaifa ya kitaifa yaliyoshuhudiwa nchini Iran. Idadi hii imetolewa wakati msafara wa meli za kivita za Marekani ukiwasili mashariki ya kati na hivyo kutishia uwezekano wa hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya taifa hilo la Iran. Wakiombogo na taarifa zaidi Kuwasili kwa manowari ya kubeba ndege za kivita ya USS Abraham Lincoln pamoja na meli za kivita za kuangamiza makombora zinazoisindikiza kunaipa Marekani uwezo wa kuishambulia Iran, hasa ikizingatiwa kuwa mataifa ya Kiarabu ya Ghuba yameashiria kuwa hayataki kushiriki katika shambulio lolote, licha ya kuwahifadhi wanajeshi wa Marekani katika maeneo yao. Makundi mawili ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran katika Mashariki ya Kati yameonyesha utayari wao wa kutekeleza mashambulizi mapya Hatua inayodhaniwa kuwa ni jaribio la kuunga mkono Iran baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuchukua hatua za kijeshi kufuatia kuuawa kwa waandamanaji wasio na silaha au Tehran kutekeleza mauaji ya halaiki baada ya maandamano. Iran imekuwa ikitishia mara kwa mara kuingiza Mashariki ya Kati nzima katika vita, ingawa ulinzi wake wa anga na jeshi bado vinaendelea kudhoofika baada ya vita vya Juni vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya nchi hiyo. Hata hivyo, shinikizo la kiuchumi linaweza kuchochea machafuko mapya bidhaa za matumizi ya kila siku zikizidi kuwafikia wananchi kwa taabu. Wakati huo huo, sarafu ya Iran rial imeshuka thamani hadi kiwango cha chini kabisa kuwahi kushuhudiwa cha rial milioni moja nukta tano kwa dola moja ya Marekani. Hii leo wanaharakati wa shirika la Human Rights Activists News Agency, lenye makao yake Marekani, ambalo limekuwa sahihi katika awamu kadhaa za machafuko nchini Iran, wametoa takwimu mpya za vifo. Shirika hilo limesema waliouawa ni pamoja na angalau waandamanaji elfu tano mia saba sabini na saba, wanajeshi na vikosi vinavyohusishwa na serikali mia nne kumi na nne, watoto themanini na sita na raia arobaini na tisa ambao hawakuwa wakishiriki maandamano. Pia liliongeza kuwa msako huo umesababisha zaidi ya watu elfu arobaini na moja mia nane kukamatwa. Serikali ya Iran imeweka idadi ya vifo kuwa ndogo zaidi, watu elfu tatu mia moja kumi na saba ikisema watu elfu mbili mia nne ishirini na saba walikuwa raia na maafisa wa usalama na kuwataja wengine kama magaidi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amekosoa hatua ya kusongezwa kwa meli ya kivita Iran, akisema kuwa haitadhoofisha nia wala azma ya Iran. uh... ni wazi kabisa namna tutakavyojibu kama tulivyoonyesha hapo awali, tutakabiliana na uchokozi au tishio lolote kwa uamuzi mkali, kwa nguvu zote na kwa njia ya kina. Kuhusu maelezo zaidi, hapa si mahali wala si eneo langu la utaalam kuyajadili vikosi vyetu vya kijeshi vimejifunza vyema jinsi ya kulinda ardhi ya Iran. Katika mwelekeo mpya, leo Umoja wa Ulaya umetangaza kuwawekea vikwazo maafisa wakuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC. Huyo yalikuwa ni wa Kiumbogo. Mnamo Januari 27 mwaka 2025 mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ulikuwa uwanja wa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na vikosi vilivyosalia vya jeshi la Kongo. Familia zilinaswa katika nyumba zao, huku wengi wao wakiwa hawawezi kuondoka katika mji huo mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini na wenye wakazi wapatao takriban milioni mbili. DW imekusanya ushuhuda kutoka kwa wakazi walionusurika siku hiyo, kama anavyosimulia Bakari Ubena. Baada ya kukaa majumbani mwao kwa siku nzima, mnamo Januari 26 mwaka jana, kufuatia mapigano makali, baadhi ya raia wa Goma walionyesha ujasiri na uthubutu walipoamua kutoka nje mchana wa tarehe kama ya leo, wakihatarisha maisha yao kutafuta chakula na maji ya kunywa. Mji ulikuwa mtupu, huku maiti zikitapakaa mitaani. Rehema Kazingufu anasema hadi sasa bado anakumbuka namna mji huo ulivyogeuzwa kuwa kuzimu. Hali ilikuwa ngumu kweli. Siku hiyo tulibaki tumejifungia ndani ya nyumba zetu, ilikuwa haiwezekani kutoka nje. Risasi na mabomu vilikuwa vikivuma juu ya mapaa yetu. Ni bado tulivu mdogo tu ndipo tuliweza kutoka kutafuta chakula, ili tusife kwa njaa. Baada ya waasi wa emu ishirini na tatu kuchukua udhibiti wa mji huo, Goma ilitumbukia katika mgogoro mkubwa wa kibinadamu huku vifo vikikadiriwa kufikia elfu tatu kulingana na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya hayo, kuliripotiwa uhaba wa umeme, chakula na maji, huku wanawake kadhaa wakibakwa. Hali ya ukosefu mkubwa wa usalama ilikuwa ni ya kutisha, hasa kufuatia kutoroka kwa wafungwa katika gereza la Monzenze. Mwende Kanane ni mfanyakazi wa mashirika ya kibinadamu, anaelezea changamoto walizokabiliana nazo wakati huo. <coughs> <coughs> Mashirika ya kibinadamu hasa Msalaba Mwekundu yalipita na magari ya wagonjwa ili kukusanya miili iliyokuwa imetapakaa mitaani. Hali ya kibinadamu ilikuwa mbaya sana, kulikuwa hata na visa vya ubakaji gerezani kabla ya wafungwa kutoroka. Mara tu mapigano yalipositishwa, baadhi ya wakazi walianza kuomboleza vifo vya ndugu na jamaa zao huku wengine wakihangaika kuwatafuta wapendwa wao waliopotea. Fedza Alimasi ni mmoja wao, na ilimchukua wiki moja kumtafuta mwanawe wa miaka ishirini na tano ambaye kwa bahati nzuri alipatikana akiwa hai. <todicata> <todicata> katika siku hizo saba sikuweza kula. Nilipata furaha kubwa sana nilipomwona akirudi, nikamshukuru Mungu kwa kuwa, bila msaada wa Mungu nisingeweza kumwona mwanangu tena. <todicata> idadi kubwa ya watu pia walijeruhiwa huku hospitali zikiwa zimeelemewa na kuliripotiwa uhaba wa dawa na wauguzi. Gras Kabuya ni bodaboda aliyejeruhiwa na risasi alipokuwa akirejea nyumbani di... nilikuwa narudi kutoka kijiji cha Kibati, ghafla nikapigwa risasi mguuni, nilitokwa na damu nyingi na nilipelekwa katika hospitali kuu, lakini kwa sasa naweza kutembea na kufanya kazi, nimeanza kupona. Goma ni mji ulioathirika pakubwa wakati wa uvamizi wa mwezi Januari mwaka jana uliofanywa na kundi la AFC M23. Sasa wakazi wa mji huo wanajaribu kupona taratibu majeraha yao, hasa ya kisaikolojia, licha ya hali ngumu ya kiuchumi na kisiasa chini ya utawala wa waasi hao ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Asante Bakari Ubena, msikilizaji na turejee hivi sasa hapa barani Ulaya kutazama kumbukumbu kumbu ya miaka themanini na moja tangu mauaji ya Wayahudi yaliyofanywa na Wanazi. Maelfu ya watu wamejitokeza katika miji mbalimbali ulimwenguni kuwakumbuka wahanga wa mauaji ya kimbari dhidi ya Wayahudi miaka themanini na moja iliyopita. Na, na manusura wa maangamizi hayo pia wamejitokeza na kusimulia yaliyowakuta. Kulingana na baadhi ya wanasiasa, kumbukumbu ya mwaka huu inajiri mnamo waka Ati kuna ongezeko la chuki ulimwenguni, kitisho kinachopaswa kutokomezwa kabisa. John Juma na taarifa kuanzia Ujerumani, Uholanzi, Ubelgiji, Jamhuri ya Czech na kwingineko duniani. Wengi walijitokeza katika miji mbalimbali wakiwemo manusura wa maangamizi hayo, wanasiasa na watu wa kawaida kuyakumbuka maangamizi yaliyoacha ulimwengu ukiwa umeduaa kwa mshtuko na huzuni miaka themanini na moja iliyopita. Mjini Berlin mishumaa iliwashwa alfajiri katika makumbusho ya mji huo. Maua meupe ya waridi pia yaliwekwa kwenye makumbusho hayo huku watu wakitafakari mauaji ya mamilioni yaliyofanywa na utawala wa manazi wa ujerumani katika lililokuwa jaribio lake la kuangamiza kabisa wayahudi barani ulaya takwimu zinasema wayahudi milioni sita waliuawa katika mauaji hayo ya holocaust na kwa ujerumani hilo limesalia kuwa majuto makubwa mjini london uingereza mala tribish mmoja wa manusura wa maangamizi hayo alifika mbele ya baraza la serikali ya uingereza na kusimulia madhila mazito yaliyoacha makovu yasiyofutika akilini na maishani mwake. we katika kambi tulivuliwa nguo, tukawa uchi wa mnyama, tukanyolewa nywele, tukalazimishwa kuoga kwa maji baridi shadidi, na hata tukapewa kazi ya wafungwa. Hawakutunyang'anya tu uhuru wetu, bali pia utambulisho wetu, heshima yetu na ubinadamu wetu. Ilikuwa kuzimu duniani. Katika eneo la kumbukumbu la Auschwitz lililoko kusini mwa Poland, iliyokuwa chini ya utawala wa Kijerumani wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Wafungwa wa zamani waliweka mashada ya maua mahali ambapo majeshi ya Kijerumani yaliwaua maelfu ya watu, wengi wao wa Poland. Katika Jamhuri ya Czech, maandamano ya watu watakaokuwa na mishumaa inayowaka yamepangwa kufanyika jioni. Huko Terezin, katika eneo la kambi ya zamani ya mateso ya Wanazi ya Theresian, maelfu ya Wayahudi walikufa huko au walitolewa huko na kupelekwa hadi Auschwitz na kambi nyinginezo ili kuuawa. Rais wa jamhuri ya Chek, Pet Pavel, amesema siku ya kimataifa ya kumbukumbu ya Holocaust ni wito wa kutafakari yaliyopita na wajibu wetu kama jamii, hasa katika ulimwengu wa sasa. kwa bahati mbaya hata leo kuna watu wanaopuuza itikadi za manazi mamboleo yenye chuki na wengine hata huishangilia. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaya Kalas ameonya kwamba dunia kwa sasa inashuhudia viwango vya juu vya chuki dhidi ya Wayahudi tangu mauaji ya kimbari ya Wayahudi na kwamba baadhi ya vitisho sasa vinatia wasiwasi wasi. Kalas ambaye ni mkuu wa sera za kigeni wa Umoja Ulaya amesisitiza matumizi mabaya ya maudhui yaliyotengenezwa kutumia akili mnemba kupotosha ukweli wa kihistoria na kudhoofisha kile alichokitaja kuwa kumbukumbu kumbu yetu ya pamoja. Saumu so Njama, karibu sana katika awamu nyingine ya kutusomea au kutueleza yaliyoko kwenye mitandao. Kuna yapi? E, nielekee kule Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imepiga marufuku matumizi ya usafiri wa pikipiki kubeba wanafunzi, wanasema lengo likiwa ni kuwakinga dhidi ya ajali za barabarani. Sasa kauli hii kwa wazanzibari wanasema kwamba sio mara ya kwanza kuweza kutolewa na kuwekwa kwamba ni onyo kwa wafanyi eh, kazi ama wafanya biashara wa bodaboda kubeba wanafunzi, lakini limekuwa likipuziliwa sasa mjadala unazuka na kuzungumzwa zaidi ni kwa sababu wanasema wanapanga, wanatoa maamuzi, wanasema kwamba hiki kisifanyike, lakini barabarani ni kama hawawaoni. Hmm. Sasa maoni yamekuwa msafiri wa haraka kwa wanafunzi wa haraka na, na, na nafuu kilinganisha yeah. Kwa hiyo wengi wanaitumia sasa. Katika maoni we, we, we, wafuatiliaji wenyewe wamekuwa kibishana wenyewe hmm, kwa wenyewe wakisema kwamba kama hatuna uwezo wa teksi na wanafunzi wanasoma mbali tunafanyaje? Kama hatuna uwezo wa magari tunafanyaje? lakini hmm, wengine wanahimizana kwamba licha ya hivyo lakini usalama wa watoto wetu ni muhimu. Sasa inakuwa pikipiki tu au baiskeli pia? wametaja hususan bodaboda, kwa hiyo ni pikipiki hasa hmm. Sasa Kasandra <laughs> anasema iwe, e, ni Tanzania nzima sheria hii, bora bajaji ibebe watoto hata kumi, lakini wanakuwa wako salama ndani ya bajaji. Lakini Maxwell Kavinga anasema huku kwetu wanapakiwa kama mishkaki. Hmm. Kile kibajaji kumi usaha hawawezi kubingiria, hujaona kiProbox kinabeba hata wanafunzi ishirini Kwa hiyo inategemea <laughs> <laughs> wakianza kuhesabiwa, wakishuka mwanafunzi mmoja baada ya mwingine, mvua ikinyesha, kwa kweli kwenye kibajaji wanafunzi kumi, si kweli? Labda wanangalia barabara, inawezekana. Wafuzi wadogo wadogo wakipakatana, si wale ambao wamekula wakashiba vidogodogo vile ambavyo vinawezekana miaka minne mitano, lakini sio salama kwa barabara. Sawa sawa, mbali na hayo, katika mitandao yetu ya kijamii tumechapisha taarifa ya rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara kwamba amemteua ndugu yake tena Ibrahim Ouattara kuwa naibu waziri mkuu, ambao ni wadhifa haukuwepo ibua maoni mengi sana. Watu wanasemaje? Wengi wanasema kama uh, ana sifa zote zinazostahiki, wala hakuna shida. Lakini wengine wakasema hii itakuwa sasa ni serikali ya kindugu, wataraa wengine wanaweza kusema kawa kimumunyi anaharibikia ukubwani. Haya basi, ndio hayo na maoni mengi <laughs> baada ya kusifiwa sana. Basi msikilizaji, twende kwenye ujumbe wa wasikilizaji ambao umetufikia hapa kwenye YouTube na muona, kuna msikilizaji huyu Ishara Barega, yeye anasema nimetegea sikio dochevele nikiwa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Ramadhani Mresa, yeye anasema mzozo wa Russia na Ukraine unaweza kutanuka kama hautotatuliwa haraka. Isaya Sambo na anasema kumbukumbu ya miaka themanini na moja mauaji dhidi ya Wayahudi inahuzunisha sana, itumiwe kutoa funzo ya kuthamini uhai na utu wa watu. Amenieli Macha akiwa Arusha, Tanzania, anasema bunge liloanza kikao chake leo nchini Tanzania liende, kute, liende kutetea maslahi ya Watanzania na sio kutetea matumbo yao pale Facebook. Isaya Hali Moja anasema Tanzania hatuna serikali halali iliyoundwa na wana nchi Asani kitungano masai akiwa kule Nyarugusu, Tanzania, anasema serikali ya Kongo iongeze juhudi kurejesha amani Kogoma. Kwenye ukurasa Facebook Isaya hali moja yeye anasema Tanzania tuna serikali halali iliyoundwa na wananchi. Hasani umemsoma mm. Isaya kiamba yupo Kibaha huyu anasema hongera India na umoja wa Ulaya kwa kuimarisha ushirikiano wenu wa kibiashara. Na kuna bioli ali yupo Bunda Mara anasema bunge letu halieleweki. Maseko Maseko anasema binafsi naona tanzania hakuna bunge. Malaki mbisi anasema kwamba kimsingi nina matarajio makubwa sana na bunge la Tanzania chini ya serikali ya CCM Tanzania. Na mguyi bei anasema Tanzania tunahitaji uhuru na haki, sio amani bila haki. Busianiria Malekani Tembo, huyu yuko Mtwanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye anauliza vita huko Kongo vitakomeshwa lini? Ujumbe wa Emma Magohe wa mwisho akiwa Kahama, anasema kwa sasa bunge la machawa hamna kipya, ni yale yale tu. Ujumbe huo ndio wa mwisho, msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi hadi hapa mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba, mpaka kesho, kwa heri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8 Utelsat 8 WB Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwaherini Anakula.